Mtume Paulo anasema ya kwamba dhambi ilipokuwa inatawala nilikuwa mtumwa wa dhambi, lakini baada ya haki kutawala nimekuwa mtumwa wa haki. Sasa mwamini wa Yesu Kristo au mtu baada ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, Bibilia inasema ya kwamba huyu mtu anakuwa mwenye haki kwa sababu hayuko tena chini ya utawala wa dhambi yuko chini ya utawala wa haki na hii haki anayepata si kwa matendo yake ya kimwili bali anapata kwa Roho kwa sababu tumesema mtu anapompokea Yesu Kristo kua Bwana na Mwokozi wake ana, anapokea uzima wa milele ambao ni maisha ya uungu mtakatifu ndani yake on, yanayoongozwa na Roho Mtakatifu. Hivyo huo uzima huo uungu ulioingia ndani ya ule mtu unazalisha kitu kinaitwa haki. Huyu mtu anakuwa mwenye haki, sio kwa sababu ya matendo yake, ila kwa sababu ya kuamini tu na kupokea ule uzima wa milele, kama Biblia inavyosema, kama maandiko yanavyosema Yohana tatu kumi na sita kuona kuta huyu anakuwa mwenye haki. Na anapozungumza kuwa mwenye haki ni kwamba huyu mtu anakuwa na uwezo wa kumwendea Mungu bila kuwa na gubu, bila kuwa na guilty bila kuwa na hofu bila kuwa na mashaka na anamwendea Mungu kama baba yake kwa sababu tayari nilivyosema Yesu alishejenga ile mahusiano ya ubaba nilipozungumza kwenye video ya ubaba ni kwamba ubaba ni mahusiano na ndio maana tunasema uh, mwamini au uh, mtu aliyompokea Yesu Kristo anapomwendea Mungu kama baba watu wengine wanaweza kushangaa wasema unamuhitaji Mungu muumba wetu baba kwa sababu hawana na wajajenga yale mahusiano kwa kukataa kumwamini Yesu Kristo. Njia pekee ya kujenga yale mahusiano na mtu amwite Mungu baba yake ni kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu ndio njia pekee ya kufanywa kuwa mwana wa Mungu, kuwa mtoto wa Mungu. Kwa hiyo mwamini anayempokea Yesu Kristo au mtu aliyempokea Yesu Kristo anakuwa mwenye haki, kuwa anaweza akaingia kwenye kiti cha enzi cha Mungu na akaongea na Mungu akajua kusudi la Mungu na akatoka. Hakuna hofu, hakuna mashaka, hakuna ile gubu ya, kum, ya kumsogelea Mungu, hakuna ile gubu ya kumsogelea Mungu, bali kuna furaha, kuna ile mahusiano ya karibu ambayo yanakufanya uwe karibu na Mungu, kwa sababu ile ile dhambi ambayo ndiyo ilikuwa inaleta gubu, inaleta ile hofu ya kumsogelea Mungu haipo tena, kwa sababu unaishi katika utawala wa haki, na tunda la haki tayari liko ndani yako, kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani ya huyo mwamini. Kwa hiyo unaweza kuona kuwa mtu aliyeokoka ni mtu wa thamani sana na amebeba kitu cha ja thamani sana. Kubeba uungu mtakatifu ndani yako ni kitu cha kiwango cha juu sana katika dunia hii. Kama umemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wako, mimi ninakupa hongera sana na pia kama wewe bado haujampokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, ninakushauri umwamini leo ili uwe mwenye haki, uweze kuenda mbele za Mungu bila hofu, na Mungu awe Baba yako, urudishwe kwenye asili yako, kwenye ile hali yako ya awali ya utukufu wa Mungu. Mungu akubariki.